Nilikuwa punda wa kawaida tu. Sikuwa mfalme wala nabii wala malaika. Nilikuwa mnyama mdogo wa kubeba mizigo nikiishi kwenye kijiji kidogo kinachoitwa Bethlehemu. Sikujua kwamba usiku mmoja wa kawaida ungekuwa usiku ambao dunia ingebadilika milele. Usiku ambao ningeshuhudia tukio kubwa zaidi kuwahi kutokea, kuzaliwa kwa mtoto aliyekuja kuleta tumaini kwa kila mtu. Siku zile watu wengi walikuwa wakisafiri. Serikali iliamuru kila mtu arudi mji wa mababu zake kwa ajili ya kuhesabiwa. Usiku mmoja niliwaona wanandoa wakija kwa uchovu mkubwa. Mwanaume aliitwa Yusufu na mwanamke alikuwa Mariamu. Mariamu alikuwa mjamzito na safari yao ilikuwa ndefu na ngumu. Walitafuta mahali pa kulala, wakigonga milango mingi, lakini kila mahali walikataliwa. Hatimaye waliruhusiwa kuingia kwenye zizi, mahali ambapo mimi na wanyama wengine tulilala. Haikuwa pazuri, lakini palikuwa salama. Usiku ulipofika, hali ya hewa ilikuwa tulivu isivyo kawaida, nyota zilikuwa nyingi angani kuliko kawaida. Ndipo tukio la ajabu likatokea. Mariamu akajifungua mtoto kimya kimya, bila kelele, bila sherehe. Mtoto aliwekwa kwenye hori la kulishia wanyama. Nilimsogelea kwa hofu na mshangao. Alikuwa mdogo na dhaifu, lakini kulikuwa na amani ya ajabu karibu naye. Nilihisi moyoni mwangu kuwa huyu hakuwa mtoto wa kawaida. Wakati huo huo, kule mashambani, wachunga kondoo walikuwa wakilinda mifugo yao. Ghafla mwanga mkali ukaangaza anga na malaika wakaonekana Waliwaambia wasihofu kwa sababu leo amezaliwa Mwokozi. Malaika waliimba kwa furaha na wachungaji wakaelekea haraka Bethlehemu. Walipofika zizini, walimwona mtoto aliyelazwa horini. Walipiga magoti kwa heshima, kwa sababu mioyo yao ilitambua kuwa walikuwa mbele ya zawadi ya Mungu. Baada ya muda, wageni kutoka mbali walifika. Walikuwa wanaume wenye hekima wakifuata nyota ya ajabu angani. Walileta zawadi za dhahabu, uvumba na manemane. Zilikuwa zawadi kwa mtoto aliyezaliwa katika unyenyekevu, lakini mwenye hatima kubwa. Nilitazama kwa utulivu, nikiona jinsi mtoto huyu alivyowaleta pamoja watu wa aina zote, maskini na matajiri, wa karibu na wa mbali. Miaka imepita tangu usiku ule, lakini bado ninaukumbuka vizuri. Mtoto hakuzaliwa kwenye kwenye ikulu bali kwenye zizi. Hakuzaliwa katikati ya nguvu bali katika unyenyekevu. Hadithi hii inatufundisha kuwa tumaini linaweza kuzaliwa hata mahali pasipotegemewa, kwamba ukubwa wa mtu haupimwi na alipoanzia, na kwamba amani ya kweli huanza kwenye moyo wa unyenyekevu. Usiku ule dunia haikubadilika kwa kelele, bali kwa upole, na tangu hapo hakuna kilichobaki kama kilivyokuwa. Hadithi ya kuzaliwa kwa Yesu si hadithi ya zamani tu. Ni hadithi ya leo, ni hadithi ya tumaini kwa aliyekata tamaa, mwanga kwa aliye gizani, na upendo kwa kila mmoja. Na mimi, punda mdogo wa zizi, nilikuwa shahidi wa mwanzo wake. Penda video hii na pia jisajili kwenye chaneli yetu. Shalom.